Sasa tukiwa tumeshika safari yetu ya hekima kupitia Injili, hadi sasa tumejifunza kuhusu uhalisia wa maisha ya Yesu kabla ya kuzaliwa kwake. Tumegundua pia tangazo la ajabu la neema kupitia wanawake ambao Mathayo aliwataja katika ukoo wa Yesu. Sasa ni wakati wa kuelekea mwanzo wa injili ya Luka na kusikiliza matangazo mawili tofauti kutoka kwa malaika, na niwaambie hawa malaika na matangazo yao yatabadilisha maisha ya watu kabisa. Hapa katika sura ya kwanza mstari wa tatu, Luka anaandika kwamba anatoa simulizi lililopangwa vizuri kuhusu maisha na kazi ya Kristo. Sasa Luka hakuwa shahidi wa macho wa matukio haya, lakini amefanya utafiti, amefanya mahojiano binafsi na mashahidi wa macho na mitume, na muda wote Roho wa Mungu amekuwa akimwongoza na kumpa ufunuo katika kuandika simulizi hili. Na anaandika kwa ajili ya mtu mashuhuri asiye Myahudi aitwaye Theofilo. Hapa katika mstari wa nne, Luka anatuambia sababu ya kuandikwa kwa haya, ili Theofilo awe na uhakika kuhusu mambo aliyofundishwa. Kwa njia, Theofilo ni yule yule ambaye kitabu cha Matendo ya Mitume pia kimeandikiwa. Kwa hiyo unaweza kufikiria Injili ya Luka kama sehemu ya kwanza na kitabu cha Matendo kama sehemu ya pili. Vyote viwili vimeandikwa na Daktari Luka. Sasa kwa hayo Luka anaandika tukio hili la kwanza la ajabu la kutembelewa. Malaika yuko karibu kumtokea kuhani mzee aitwaye Zakaria. Na tunaambiwa hapa katika mstari wa tano kwamba alihudumu wakati wa Herode, mfalme wa Yudea. Sasa huyu alikuwa Herode Mkuu. Yeye alikuwa mtawala mwovu na mwenye wivu kupindukia, aliyekuwa na woga mwingi kuhusu kupoteza mamlaka yake. Jina alilo lipenda zaidi lilikuwa mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo ili kupata kibali cha Wayahudi, ataongeza na kupamba hekalu pale Yerusalemu. Kwa kweli, akiandika katika kane ya kwanza, Yosefu mwanahistoria alielezea hekalu hilo kama jengo la ajabu lililotengenezwa kwa mawe na sehemu kubwa yake ilikuwa imefunikwa na mabamba makubwa ya dhahabu safi. Yosefu aliandika kwamba jua lilipochomoza Mwanga wake ulirudishwa na dhahabu hiyo kwa kung'aa sana kiasi kwamba ilibidi ufunike macho yako. Basi wakati huu, mstari wa tano unasema kulikuwa na mtu aitwaye Zakaria na alikuwa na mke kutoka kwa binti za Aroni na jina lake alikuwa Elizabeti. Luka anaelezea wanandoa hawa wacha Mungu hapa kwenye mstari wa sita, wote wawili walikuwa waadilifu mbele za Mungu wakitembea bila lawama katika amri zote na maagizo ya Bwana. Lakini hawakuwa na mtoto kwa sababu Elizabeti alikuwa tasa na wote wawili walikuwa wamezeeka. Sasa unahitaji kuelewa kwamba kukosa mtoto katika siku hizo kulionekana kama ishara ya kutopendezwa na Mungu, labda hawajakiri dhambi fulani, dhambi ya siri katika maisha yao. Lakini kutokuwa na mtoto kwao hakukutokana na dhambi. Lo, wao ni wanandoa wacha Mungu Ilikuwa ni matokeo ya mpango wa Mungu. Hivyo, wakati Zekaria alikuwa anahudumu hekaluni, tunaambiwa hapa kwenye mstari wa tisa, alichabuliwa kwa kura kuingia hekaluni mwa Bwana na kufukiza uvumba. Sasa makuhani wengi hawakuwahi hata kuingia mahali patakatifu katika maisha yao yote ya kuhudumu. Hapo ndipo mkate, kinara cha taa na madhabahu ya uvumba vilipokuwa na wangeweza kufanya hivyo mara moja tu katika maisha yao ikiwa walichaguliwa. Kwa hiyo hii ni nafasi ya kipekee kabisa kwa Zekaria. Mstari wa kumi unatueleza, umati wote wa watu walikuwa wakiomba nje wakati wa saa ya kufukiza uvumba. Zekaria anaingia mahali patakatifu, karibu kabisa na patakatifu pa patakatifu. Naweza kumwona akiwa na mikono yake ya uzee inayotetemeka akinyunyiza uvumba juu ya makaa ya madhabahu hiyo, huku moshi mtamu ukianza kupanda halafu ghafla zekaria anatambua kwamba hayuko peke yake mle ndani mstari wa 11 unasema akamtokea malaika wa bwana na zekaria akafadhaika alipomuona na hofu ikamshika naweza kufikiria hilo malaika anasema katika mstari wa kumi na tatu usiogope zekaria maana sala yako imesikiwa na mkeo elizabeti atakuzalia mwana nawe utamwita jina lake Yohana. Unaweza kufikiria habari hizi? Zekaria, wewe na mkeo mtapata mtoto wa kiume, na huduma ya mwanao itakuwa, anasema hapa katika mstari wa kumi na saba, kuwatayarisha watu waliomwandalia Bwana. majibu ya haraka ya Zekaria? Sio haleluya, ungeweza kufikiria angesema hivyo. Badala yake anasema vipi, nitajuaje jambo hili? Anauliza hapa katika mstari wa kumi na nane wa maneno mengine, hili haliaminiki, siwezi kuamini. Unaweza kunipa uthibitisho kwamba Mungu atafanya hivi? Nikukumbushe, kama vile Abrahamu na Sara wa zamani, hawakuamini kwamba Mungu angeweza kumpitisha kwao baba wa wa Masihi. Vivyo hivyo, Zekaria haamini kwamba Mungu angeweza kumpitisha kwake na Elizabeti mtangulizi wa Masihi na malaika anajibu hapa katika mstari wa kumi na tisa: Mimi ni Gabrieli, ninasimama mbele za Mungu. Kwa maneno mengine, anasema unahitaji nini zaidi ili kuthibitisha neno la Mungu? Uko na malaika amesimama mbele yako ambaye ametoka mbele za Mungu, basi nadhani kama unataka uthibitisho zaidi, huu hapa. Mstari wa ishirini: Zekaria, utakuwa bubu na hutaweza kuongea hadi siku ambayo mambo haya yatatimia kwa sababu hukuyaamini maneno yangu ambayo yatatimizwa kwa wakati wake. Sasa tunajua kutoka kwenye historia ya kibiblia kwamba ilikuwa desturi ya kuhani kutoa uvumba huu na kisha kutoka nje na kusimama kwenye ukumbi pale hekaluni na kuwabariki watu, lakini Zekaria hawezi kuzungumza. Kwa kweli hataweza kuongea kwa miezi tisa ijayo. Unaweza kufikiria jinsi alivyosikitika ana habari kutoka kwa Mungu, malaika amemtembelea, lakini hawezi kusema hata neno moja kuhusu hilo. Basi ngoja ni kuambie hili: linamfanya Zekaria na mke wake wawe makini sana. Hii itakuza imani yao katika kipindi hiki cha miezi tisa, kwa kumwamini Mungu na neno lake. Wakati huo huo, malaika Gabrieli yuko karibu kubadilisha maisha ya wanandoa wengine kabisa. Tunasoma hapa Kwenye mstari wa 26 katika mwezi wa 6 eh, yaani wa ujauzito wa Elizabeti, malaika Gabrieli alitumwa kutoka kwa Mungu kwenda katika mji mmoja wa Galilaya uitwao Nazareti, kwa bikira aliyekuwa ameposwa na mtu aitwaye Yosefu wa ukoo wa Daudi, na jina la bikira huyo ni Maria. Basi Gabrieli anaenda na kumsalimu Maria kwa jina la Bwana, halafu anaingia moja kwa moja kwenye hoja kuu hapa kwenye mstari wa 31. Tazama, utachukua mimba tumboni mwako na utamzaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Yeye atakuwa mkuu na ataitwa mwana wa aliye juu sana, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha baba yake Daudi, naye atatawala nyumba ya Yakobo milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Sasa hakuna shaka yoyote akilini mwa Maria kwamba mtoto huyu ndiye Masihi aliyeahidiwa atatimiza agano la daudi la mbili samueli saba atatawala kama mfalme milele yeye ni mwana wa mungu kwa namna ya kipekee ataitwa yesu ambalo linamaanisha bwana anaokoa sasa maria anashindwa kuvumilia uzito wa habari hizi mstari wa 34 maria akamwambia malaika litakuwaje jambo hili maana mimi ni bikira na malaika akajibu katika mstari wa 35, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zaidi zitakufunika kama kivuli, kwa hiyo mtoto atakayezaliwa ataitwa mtakatifu, mwana wa Mungu. Sasa neno la Kigiriki linalotumika hapa kwa kufunika kama kivuli limetumika pia katika tafsiri ya Kigiriki ya Agano la Kale kuonyesha uwepo wa Mungu uliokuwa unafunika patakatifu pa patakatifu. Gabrieli sasa anaendelea kumwambia Maria kwamba ndugu yake Elizabethi pia ni mjamzito katika uzee wake. Gabrieli anasema hapa katika mstari wa 37, kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Sasa Maria anajibu kwa imani na uaminifu mkubwa hapa katika mstari wa 38, na anasema kwa kujisalimisha kabisa, tazama mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyosema. Ngoja ni nikuambie, huu haukuwa kujisalimisha kwa kawaida tu. Maria na baadaye Yosefu pia, wote wawili watalazimika kufichua kwamba sasa anabeba mimba na si ya Yosefu; hawajafunga ndoa rasmi bado. Hivyo kwa kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu, wote wawili sasa wanaanza maisha ambayo yatakumbana na dhihaka, kashfa na pia mateso. Rafiki yangu, labda kufuata mapenzi ya Mungu kwako sasa hivi kunaleta ugumu na mateso, labda kashfa na dhihaka. Ningependa sisi sote tumwambie Bwana hata leo ushuhuda huu huu wa kujisalimisha: mimi ni mtumishi wako Bwana, fanya utakavyo na maisha yangu, ninajisalimisha kwako leo.